Jeneza likafunguka, mwalimu aliyekufa akatoka kaburini akiwa hai, na shule nzima ikajua hii haikuwa tena elimu, ilikuwa vita ya giza. Karibu kwenye mwendelezo wa simulizi yetu inayoitwa Labubu Doll, mwanafunzi mchawi Mr. Ryan. Mwalimu wa lugha aliyekuwa na heshima kubwa alijulikana kwa upendo wake kwa mkewe Laila, lakini nguvu za Elara zilimteka kili na roho. Mr. Ryan alianza kumnunulia Elara zawadi za za gharama kubwa akitumia mshahara wake wote. Macho yake yalikuwa si ya kawaida, kana kwamba alikuwa mpofu walimbwata. Laila, mke wa Mr. Ryan, alishtushwa alipomweleza mumewe kuhusu pite ya shaba aliyoikata chumbani. Mr. Ryan alionyesha hasira ya kinyama. Mr. Ryan akimtazama mkewe kwa ukali wa ajabu, Elara ndiye mwanamke wangu mpya. Wewe ni mzigo tu. Au ukiendelea kunifuatilia, nitaondoka milele. Laila alijua mumewe amepandikizwa uchawi. Alianza vita ya kiroho ya kimya kimya, akikesha usiku kucha akisali, akitumia mafuta matakatifu kama ya Mwamposa akiomba Mungu amwokoe mumewe. Wakati Laila akiomba kwa bidii, Elara alisimama kwenye dirisha lake la bweni akishikilia unga mweupe ulioandaliwa kwa mifupa ya fisi wa Kimakonde, kisha uliochomwa na kuchanganywa na vidawa fulani. Alinong'ona kwa sauti iliyotikisa miti, naona unataka vita na mimi. Kwanza nitaanza na watoto wako. Wakati huo, Caleb alifika salama Ubungo na kuonana na mzee fundi. Kama ilivyoelekezwa na Mr. Vance, mzee fundi alimtengenezea irizi ya kujilinda na kumpa kiocha giza ambacho kingeonyesha nguvu ya mchawi halisi anayesumbua shule. Wakati Caleb akirudi shuleni kutoka Ubungo, alikutana na Ethan. Ethan alikuwa rafiki wa karibu wa Siena, mwanafunzi mwingine ambaye akili yake ilikuwa imechukuliwa na Elara kwa kutumia Labubu doll. Siena sasa alikuwa amegeuka kuwa kikaragosi, akicheka na kulia bila sababu, akiwafanya wanafunzi wenzake wamkimbie kwa hofu. Ethan Nathan alimvuta Caleb pembeni. Caleb, Siena naye amekuwa kama Julian. Ni Elara, nimeona mambo ambayo akili yangu inakataa kuamini. Elara anatumia mwanasesere wa kichawi. Siena sasa ni kikaragosi. Lazima tuungane karibu. Walimu wote wamekataa kuamini katika uchawi, tunahitaji ushahidi wa mwisho. Caleb alikubali. Caleb na Ethan walifanya uchunguzi wa siri karibu na mkuyu. Kioo hicho kilipaswa kuonyesha uso wa Elara. Kioo kikaanza kuwaka kwa mwanga mweupe na kilionyesha uso wa Elara mwenyewe. Elara alikuwa amevaa nguo nyekundu akizunguka mti. Mbele yake palikuwa na kibuyu kilichotoa mosi mweusi, na ndani ya kibuyu kulikuwa na maji meupe yakichemka. Elara alikuwa ameshikilia vikaragosi viwili vya Labubu Doll, kimoja kim... Imeandikwa Julian, kingine Siena. Caleb akinongona kwa mashaka, huyu huyu ndiye yeye. Wakati ugunduzi huu unafanyika, Caleb alipigwa vitisho vizito kwa ujumbe uliofungwa na nywele za binadamu. Uliosema, acha kuingilia mambo haya kuhusu. Kama ilivyotarajiwa, siku iliyofuata Caleb alibambikiziwa kesi ya wizi, alidaiwa kuiba laptop ya Principal Zara. Principal Zara kwa hasira na usalama wa bendi. Principal Zara, nimepata ushahidi unakaribisha mabaya shuleni kwangu. Nenda nyumbani, nimekusimamisha. Caleb alipigwa suspension ila aliamua kutokwenda nyumbani. Alijificha katika ghala la shule na Ethan, wakiweka mipango yao ya mwisho. Wakati mambo hayo yanatokea shuleni, simulizi nasogeza nje. Mama Julian alikuwa akisumbuliwa na hali ya mwanaye Julian ambaye sasa alikuwa amerudishwa nyumbani kutokana na hali yake kuzidi kuwa mbaya. Alikuwa akiteseka na maradhi yasiyoeleweka na kuona mizimu midogo ya doli ikicheza kwenye dari usiku. Madaktari walishindwa. Mama Julian aliamua kutafuta tiba ya asili. Alikutana na Malik, mwanamume aliyekuwa akijifanya kuwa msaidizi wa tiba za asili. Malik akionekana mwenye busara, akipiga kelele za Kiarabu. Mama Julian, nimeona mwanao ana gundu, ila gharama ya tiba ni kubwa. Mama Julian alilipa pesa nyingi. Malik alimpa unga mweupe uliochanganywa na mifupa ya mamba wa visiwani na kumwambia aupake kwenye mlango wa Julian. Kibaya zaidi, unga huo ulimfanya Julian adhoofika zaidi na kuona kikaragosi cha Labubu Doll kikiwa na sura ya kutisha zaidi. Usiku huo, Malik alimpigia simu Principal Zara. Malik kwa sauti ya dharao, boss, na kafara ya ziada inakuja kwako. Julian anaenda vizuri, akili yake inakwisha. Hawa wataamini ugonjwa badala ya uchawi. Caleb na Ethan walijua hawana muda. Walibeba kio cha giza wakiwa wamefukuzwa shuleni. Walifanya safari ya haraka kuelekea kibanda cha Malik huko Ubungo. Caleb na Ethan walipofika Ubungo hawakukuta kibanda cha Malik. Walikuta tu nyumba ndogo ya udongo na kukutana na Mama Elara, mama yake Elara. Mama huyu alikuwa mnyonge akilia kwa uchungu. Elara ni binti yangu. Nilikataa ule ujasusi wa kishetani. Principal Zara alikuja kwangu. Walihitaji kuwapandikiza wanafunzi wote nguvu za ibilisi kupitia mwanangu ili wao wadhibiti akili na vipaji vyao vyote vya shule. Aligundua nilipanga kutoroka naye na kumlinda, ndipo akamteka nyara na kumpandikiza jini katili kwa Elara ili kumwendesha kama kikaragosi na kuficha uhalifu wake. Mama Elara akitoa kibwengo kimoja kidogo ya udongo. Hiki ndicho kilichobaki, ni kinga yangu. Ila Ethan, chukua hiki. Kitalinda akili yako. Lakini usimruhusu yoyote akikuguse. Ethan alichukua kibwengo kwa ujasiri. Wakati Caleb na Ethan wakipata kinga mpya, mapambano ya kiroho ya Laila na Elara yalifikia kilele. Laila alikiri kushindwa kiroho. Ghafla Mr. Ryan alipoteza fahamu na kuanza kuishi kama chizi. Viongozi wa dini walikuja kumwombea, wakimfunga kamba kwa nguvu, lakini hakupona. Mr. Ryan alikufa kutokana na kichaa kisichokuwa cha kawaida. Mr. Ryan, sasa ndipo maajabu yalianza. Mr. Ryan katika hali ya kiroho alijiona amekufa, akisikia maombolezo ya watu na mke wake. Ghafla alihisi jeneza likisogezwa karibu kabisa ya shimo la kaburi. Wakati anaelekea kuzamishwa kaburini kabisa, ndipo Mr. Ryan alitumia nguvu kubwa ya kukataa hali hiyo. Mr. Ryan aliamka ghafla akipiga kelele na kuanza kujitoa kwenye jeneza. Alitoka nje ya jeneza. Watu walikimbia ovyo, wanafunzi na walimu wote waliokuwa wamekwenda kuuaga mwili, wakianguka kama vichaa, wengine wakimwogopa kama mzimu. Mchungaji alikimbia, Laila mke wake naye alikimbia kwa hofu ya ajabu. Mr. Ryan akivuta pumzi, alijongea polepole hadi nyumbani kwake. Laila alipofungua mlango baada ya kusikia kugongwa kwa hodi Alimtazama mumewe anayeonekana kama mzimu kutoka kaburini. Laila alizimia papo. Alipozinduka, mumewe alisogea kumtazama, alizimia tena kwa mshtuko. Mr. Ryan alikuwa huru. Ethan alirudi shuleni haraka. Alimkuta Elara ameinuka tena karibu na mkuyu. Julian na Siena walikuwa wamegeuka kuwa walinzi wake, macho yao yakiwa ya kutisha. Elara alisimama kwa kiburi akishikilia kibuyu. Elara akicheka kwa sauti ya juu. Elara alinyosha mkono na uzi mweusi wa asili ulimtoka mkononi ukimwelekea Ethan. Ethan akikumbuka onyo la Mama Elara, alichukua kibwengo cha udongo akikisimua kwa kukigusa kwenye ncha ya ulimi wake. Kibwengo kilianza kutoa mwale wa moto mwekundu. Wakati uzi mweusi wa Elara ukimgusa Ethan, moto mwekundu uliuteketeza uzi huu. Elara akipiga kelele ya maumivu, hapana! Ethan, hii ni nguvu ya haki ya Elara, kibwengo kinakushinda. Ethan alirusha ailirusha kibwengo cha udongo kwa nguvu kuelekea kibuyu kipya cha Elara. Kibwengo kilipogonga kwenye kibuyu, kilipasuka kama bomu. Elara aliangoka chini akitokwa na povu jeusi kinywani mwake. Julian na Siena walisimama ghafla, macho yao yakirudi kuwa ya kawaida wakiwa wamechanganyikiwa. Wakati Ethan anaendelea na mapambano shuleni, Kaleb alifika hospitali. Alishangaa kusikia kwamba Alina, mwanafunzi aliyekufa mwanzoni mwa simulizi, alikuwa amelazwa maututi hospitali, kwani baada ya vita vya kiroho roho zote zilizofungwa zilikuwa zikirejea uhai. Wakati anatafuta wodi, Kaleb alimuonya Malik amevaa suti ya daktari akitoka chumba cha Alina. Nia yake ilikuwa wazi, alikuja kuwarudisha kuzimu. Kaleb kwa hasira akimnyoshia kidole, wewe ndiye unayemtumikia principal Zara. Malik Caleb Alina ndiye kafara yetu halisi ya kufunga mlango wa kuzimu. Malik alitoa kijiti kidogo cha mti kilichopakwa damu nyekundu ya kichawi na kuanza kukielekeza kwa Kaleb. Kaleb alichukua irizi aliyopewa na bibi yake akilenga kwenye kifua cha Malik. Mama Julia, ambaye mwanawe Julia alikuwa amepona ghafla, alijitokeza Mama Julian kwa nguvu zote za imani akisimama mbele ya Caleb, nimejua wewe ndiye uliyemtesa mwanangu. Ninakushunda, kushunda kwa jina la Yesu. nguvu za kiroho za mama Julian ziligongana na uchawi wa Malik. Ghafla, kijiti cha Malik kilipata moto. Malik aliungua mkono, akirusha kijiti chini. Malik alijirusha nje ya dirisha, akianguka kwa kishindo kwenye ua la hospitali, na akikimbia akitetemeka hadi kutoweka gizani. Caleb alirudi shuleni haraka. Elara alikuwa amekimbia kutoka kwa udhibiti wa Principal Zara, na sasa jini katili lililokuwa likimwendesha lilikuwa limemwacha Elara. Alisimama mbele ya umati wa walimu na wanafunzi waliokusanyika, akilia, mimi nilisalitiwa. Principal Zara ndiye aliyenifunga, alitaka kutumia vipawa vyangu na kuiba roho za wanafunzi wengine kufanya shule iwe namba moja, ila kwa kupitia nguvu za giza. Ghafla Principal Zara alijitokeza. Macho yake yalikuwa mekundu sana, na sauti ya kiumbe ya kutisha ilitoka kinywani mwake. Principal Zara, mimi ndiye rohu wa shule hii, na nguvu zote za mafanikio ni zangu. Caleb na Ethan walisimama mbele ya jini. Caleb alishikilia kago aliyotengeneza kwa msaada wa bibi yake. Ethan alishikilia kibwengo cha udongo alichopewa na Mama Elara. Sasa, wote walikuwa na silaha za kujihami. Elara alijitokeza mbele akitumia nguvu zake zote za mwisho za kiroho akisaidiwa na Kago na Kibwengo. Toka! Nguvu ya muungano wa wanafunzi wote watatu, Caleb, Ethan na Elara, ziligongana na nguvu ya jini. Jini liliondoka kwenye mwili wake kama moshi mweusi, likapotea ua la mkuyu. Principal Zara alianguka chini akiwa amepoteza fahamu na nguvu. Walimu na wanafunzi walishangaa wakikimbia kuwasaidia. Wiki chache baadaye, shule ya Prestige Academy ilirudi katika hali ya utulivu. Principal Zara alifukuzwa na alikabiliwa na mashtaka ya jinai. Elara alipata msamaha na alitumwa kwenye tiba ya kiroho na kisaikolojia akisimamiwa na Mama Elara. Julian na Siena walipona na kurudi darasani wakiwa wamejifunza maumivu ya udanganyifu. Caleb na Ethan walisimama pamoja wakitazama jengo la shule. Walikuwa mashujaa. Caleb akimpiga mabega Ethan, tumejifunza nini? Ethan, umoja ujasiri na imani kamili ndiyo silaha pekee dhidi ya vivuli vya nguvu za giza na usimwamini mtu yoyote anayeonyesha sifa na heshima ya ghafla na hivyo ndivyo Caleb na Ethan walivyoiokoa Prestige Academy kutokana na laana ya Labubu Doll ikiwa umesisimuka na safari hii ya mwanafunzi mchawi gusa subscribe sasa hivi usipitwe na mwendelezo wa siri hizi nzito zinazochipuka ndani ya Simulizi Max